Uh, heri ya mwaka mpya mteja wetu uh, wa NBC siku ya leo. Uh, tuna ujumbe mahususi hasa kwa watumishi wa umma wale ambao wanatumia mfumo wa ESS, na hii habari njema ni kutambua kwamba mwezi huu Januari, watumishi wa umma wana majukumu mbalimbali. Kuna majukumu ya kulipa ada kwa ajili ya watoto, kulipa kodi za nyumba, kulipa bima na matumizi mengine mbalimbali. Hivyo basi tumeamua kuondoa ada za mkopo e, kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi Januari mpaka March e, 2026 ukiomba mkopo kupitia NBC unafata zaidi e, hivyo basi karibu NBC tukuhudumie, na ukiomba mkopo unapata ndani ya masaa 24. Asanteni, karibu sana. NBC daima karibu nawe.